Your brand chapa yako, leo tuko hapa soko kuu la Chifu Kingalu, manispaa ya Morogoro, ambako tumewafikia moja kwa moja Royal Agrovet. Hawa wanafanya huduma eh, katika sekta ya kilimo kwa maana uzaji wa pembejeo za kilimo, na tumefika hapa tuweze kuzungumza nao, tuangalie tija ama mchango wao katika Uh, sekta ya kilimo nchini, lakini pia yako mambo mengi ambayo tutayafahamu, eh, kuhusiana na huduma yao. Mimi naitwa Ahmad Rashid. Asante sana kwa kutufuatilia na niko na Vanessa David Nke ambaye ni meneja wa Royal Agrovet eh, hapa Morogoro. Tuzungumze naye habari za wakati huu. Salama kabisa. Tunawakaribisha sana Royal Agrovet mm. Msikieni mko nyumbani. Sawa. Royal Agrovet uh, hasa inajihusisha na nini? Tunapozungumzia pembejeo za kilimo, ni wapi hasa ambako ninyi mmejikita? Royal Agrovet inajihusisha na vitu viwili, pembejeo za kilimo na mifugo okay. Sawa, kwa tunadili na mifugo pia hmm, na kilimo na tuko hmm, sehemu zote rejareja pamoja na jumla Aha. Anayehitaji rejareja na kwa hiyo mteja anayehitaji rejareja atapata na yule ambaye anaenda kuwahudumia watu pia anapata huduma. anapata. Aha. Na mnatoaje sasa hii huduma na katika maeneo gani kwa Tanzania hii kwa Tanzania hii kwa Morogoro tuna maduka matatu au nasema mm. branch tatu mm. Kwa Morogoro tunayo Dutumi nje ya kwenda hii Kisaki mm. na tunayo Morogoro mjini mawili ambayo mm. hii ndio main na nyingine ambayo nimezaliwa na huyu pia okay. Nje ya Morogoro tunayo Mdaula, tunalo mm. Ruvu mm. tunalo Mlandizi mm pia tunayo Dar es Salaam Bunju Agrovet. hmm. iko Bunju kabisa kule Tegeta. okay. hmm. na umezungumzia wakulima pamoja na wafugaji ndio. Ni, ni pembejeo za aina gani ambazo wakulima na wafugaji wakija Royal Agrovet wana, wananufaika nazo? hapa tunatoa ushauri kwa mkulima kwa mkulima kabla hajapanda afanye hmm. nini na nini kifanyike. hmm. pia tunatoa mbegu za mboga mboga, mazao yote zinapatikana. mm. Hapa tunatoa mbolea za maji za mm. booster. Tunatoa madawa ya wadudu mm. kwamba tunasema sumu za wadudu kwenye mimea mm. Pia kwenye mifugo tunatoa dawa za magonjwa yote kwa kuku, mbwa, mm. paka, everything. Kwa hiyo kwenye mifugo tunawafikia wote wale wa ng'ombe, kuku, mm. paka, wote kabisa tunawafikia. Pia tuna daktari ambaye anatoa huduma za sindano na kila kitu kwa mifugo. Aha. E, na pia vyakula vya mifugo vinapatikana kwao wanasema full package kwamba mtu atakapokuja hapa anapata uh, sio tu anapata bidhaa uh, lakini pia anapata na ushauri. Hakika. Na mnaonaje sasa kwa uh, wateja ambao wanakuja ku, kupata huduma hapa? Mirejesho yao ikoje kulingana na kile ambacho wanaenda kukifanya kule wanapoenda wakulima na wafugaji. Siku zote hata daktari anapomtibia hey. mgonjwa hey. anakorudi na akasema dawa yako ilinisaidia, kuna kahisia unakapata kazuri <laughs> e, hey. na sisi, hiyo ni kitu ambacho tunatamani muda wote kwamba umemsaidia mkulima hey. zao lake limeshambuliwa shambani hey. basi umempa dawa au sumu imefanya hey. kazi amerudi kukushukuru hey. na hiyo ni vitu ambavyo tunavipata sana hapa hey. wengi wanarudi wanasema, tunashukuru, imefanya kazi, kuku wangu wamepona, mbwa wangu wamesimama. Kwa hiyo ni huduma ambayo tunaitoa kwa muda mrefu sasa. Hasa, na tunaona matokeo yake. Ndio. Eh, hebu, hebu tuangalie sasa mchango wa Royal Agrovet katika sekta ya kilimo na mifugo nchini mm, ikoje? Hasa mna, mna, mna, mna mchango gani? Hasa tunawafikia wakulima mm -hmm. sehemu zote mm, kutokuwa kwamba tuna maduka mengine mahala kwingine mm, lakini pia tuna sisi wenyewe tuna maduka sehemu zingine, lakini sisi pia mtaja anapataji huduma yetu sisi kama sisi kuwafikia mm, pia tunawafikia Sawa, mfano mm. mteja anaweza tunahudumia mm. wateja wa Chalinze, tunahudumia wateja wa Babati, tunahudumia wateja wa Kilimanjaro, Arusha, yaani wateja sehemu zote tunahudumia, kwamba mm. tunakufikia kwa wakati husika na wakati unaohitajika mm. ehe, na pia kwenye mchango wetu pia tunaishukuru serikali yetu, inatusapoti kwa aina moja ama nyingine, ndio sisi ma agro dealers mm. inatusaidia kwa aina moja ama nyingine kuwafikia wakulima kwa urahisi zaidi kiangalia barabara kifanyaje. Kwa hiyo sisi pia ule urahisi wa barabara kuwepo nzuri inatusaidia mm. sisi kufikisha bidhaa zetu za kilimo kwa wakulima au kwa wafugaji kwa wakati sahihi. Sawa. na sekta ya kilimo imekuwa na changamoto eh. Baadhi ya wakulima na wafugaji wanafanya shughuli hizo za kilimo, wanapata changamoto mbalimbali mbalimbali. Mnashirikiana uh, mna, mna vipi na wadau na wakulima wenyewe na serikali katika uh, ku kukabiliana na hizo changamoto za wakulima kwa sababu nyinyi tayari ni wataalamu. Mm. Pale tunapohitajika kutoa ushauri huwa tunatoa ushauri. Mm. Pale tunapohitajika kumhudumia mkulima ama mfugaji tunamhudumia mkulima na mfugaji. Mm. Pale tunapohitajika kutoa neno lolote la kumsaidia mkulima. Mm. Tunafanya hivyo. Tunapohitajika kufika shambani tunafika shambani. Mm. Tunapohitajika kufika kwenye shamba la mkulima au la mfugaji mm. Tunafika kwa wakati husika. Mm. Yes. Sasa mtazamaji, kama ambavyo na uh, mtazama Vanessa David ambaye ni meneja wa Royal Agrovet hapa Morogoro. Hawa ni mabingwa kabisa na ni wabobezi katika eneo la pembejeo za kilimo pamoja na mifugo. Kwa hiyo wewe, kama ni mfugaji unalima, una mazao yako, lakini unafuga pengine wanyama nyumbani au wanyama wa biashara na mambo kama hayo, unao nafasi ya kuweza kuwafahamu zaidi, lakini pia kujiongea uh, hapa Morogoro ambako wanapatikana soko la Chief Kingalu, na kama una maoni zaidi pia unao nafasi ya kutuandikia chini ya video hii, lakini pia usisahau kusubscribe e, pengine Tabora, Kilimanjaro kuna maduka kule ya pembejeo, lakini watu wana, wanafika uh, Royal Agrovet kwa ajili ya kupata huduma, wanafika kupata huduma Royal Agrovet kwa mm. sababu wanaona huduma unaopatiwa ni sahihi na ni ya uhakika mm. kama ulivyosema Kilimanjaro kuna maduka mm. Babati kuna maduka, lakini mm. kwa nini wanakuja Royal Agrovet Morogoro? Kwa sababu wana uhakika na bidhaa zetu na huduma yetu tunawapatia ukiachana mm. na hayo yote, sisi tunapenda kupata bidhaa zetu kwenye sehemu husika, hatununui kwa wachuhuzi, tunanunua kwenye okay. viwanda ama kwa watu husika wenye hiyo bidhaa kwamba hiyo pia inatusaidia sisi kutoa huduma sahihi kwa mkulima ama mfugaji. Ninyi hamdili na madalali wale. Moja kwa kwa kwa kwenye, kwenye mhusika wa bidhaa hmm. kama ni dawa basi ya kampuni fulani hmm. tunaenda kwenye kampuni fulani, ni dawa ya Pharma Center tutaenda Pharma Center, ni dawa ya ashishi tutaenda ashishi hmm. ni mbegu ya Vegiseed tutaenda Vegiseed, ni mbegu hmm. ya DK tutaenda DK. Hmm. Hivyo yani tunadili na yule mhusika wa ile bidhaa husika mm. na hiyo tunaifanya kwa sababu gani? uh -huh. Tunazuia kupata vitu ambavyo ni feki ambavyo vitasababisha mkulima ashinde kufukia kiwango chake alichokuwa anakitaka kukifanya. mm. Akipata mbegu feki, maana yake akitegemea kuvuna hatopata chochote, kwa hiyo pia hata sisi tunajiaribia. mm. Ndio maana tunajitahidi sana kuwafikia wakulima au kuwahudumia wakulima kwa kupitia bidhaa halisi na husika kutoka kwenye kampuni husika. Nadhani pia hata gharama zake zinakuwa ni nafuu kwa sababu hamdili na yule dalali mtukati yule, ndio hiyo likoje. Pengine kwa huyu anayekutazama aliangalie pia, pengine anaweza akajiuliza gharama zake e, ni kweli japokuwa e, unaweza kukuta muda mwingine vitu vya kuchuuza vina bei ya chini zaidi ya kwenye kampuni. Aha. kwa hiyo vitu hivyo huwa vipo, inatokea inatokea kwamba wewe umenunua product bei kwenye kampuni fulani e, bei kidogo iko kiasi fulani na yeah. Wewe unakuja kuuza, unakuta ipo nyingine kwenye mlolongo huu wa biashara, lakini iko chini. Lakini ukija kuiangalia kwenye juu na chini, unakuta ile ambayo inauzwa kwa bei ndogo huenda ikawa si sahihi mm. Lakini ile ambayo iko kwa bei fulani ndiyo sahihi. Kwa hiyo hiyo pia inabidi wa wakulima ama wafugaji wanakuwa wanatakiwa waitizame kwa aina moja ama nyingine. mna, mna malengo gani hasa? Yani malengo yetu sisi ni kuwafikia wakulima wote na wafugaji mm. wote mm. kwa muda husika na kwa muda unaohitajika mm. pia kutoa huduma wakati wote. ukitizama mm. kwa Morogoro, unaweza ukafika saa moja usikute duka lolote la pembejeo liko wazi mm. Lakini mimi utanikuta niko wazi. Ni kwa nini nahitaji kufiksi ile muda ambao mm. Unajua mfugo wa semi sasa hivi naumwa ama semi sasa hivi hey, hey. Kutokea hiki, kwa hiyo muda huo unapokuja kutafuta sehemu ya kutafuta wapi nitapata huduma unakuta hey. Royal Agrovet tuko wazi, okay. Eh, kwa hiyo tunahitaji kumfikia mm. mteja mkulima ama mfugaji mm. kwa wakati sahihi na hatuangalii muda ila tunatizama mm. ile gap iko wapi ili kuwafikia kwa wakati husika mm. na watu wameshafahamu sasa kwa mfano kwa, kwa kama hiyo unazungumzia maduka mengi yafunguliwi kwa wakati wa, wanafahamu na mnataka nini zaidi kitokee baada ya kutimiza hilo lengo nini kitokee kwa walaji wenu sisi tunachokifanya au tunachokihitaji mm. mm. ni wakulima wafugaji wapate huduma kwa wakati sahihi mm. Yes, wapate huduma na huduma ambayo ni bora zaidi mm. Tunachokifanya, na ndio maana hata mm. kwenye ofisi zetu tuna wataalamu waliobobea katika mm. sekta zote, kilimo na mifugo da, ili waweze kuzalisha kwa, kwa tija na mwisho wa siku maendeleo kwenye sekta ya kilimo ambayo yataanzia ngazi ya familia ya mkulima mwenyewe na hatimaye mm. katika eneo la mkoa na taifa kwa ujumla. Sasa he, hebu wafahamishe zaidi ya hawa ambao pengine wanaweza kawa wanatazama lakini tumezungumza kuhusiana eh, eh, na chifu Kingalo frame namba A41, mazingira namna mtu anaweza kufika hapa okay. Mm. sisi tuko mjini kabisa, soko la chifu Kingalo mm. Sokoni ukijifika unaingilia upande wa BM coach ofisi mm. ya BM ilipo, kuna mm. lango la katikati la kuingilia sokoni. Kwa ukishaingia mm. mkono wako wa kulia kuna korido, utaona mm. frame imeandikwa A41 Royal Agrovet. Mm. Ndiyo, sawa sawa. Na ulimwengu sasa hivi una, una teknolojia yake imekuwa ni kubwa sana mtazamaji, utakuwa shahidi wa hilo, matumizi ya simu, matumizi ya kompyuta uh, mpakato. Lakini eh, namna gani mnaweza mnaitumiaje, mna teknolojia katika eh, kuwafikia, lakini na pengine kuwafahamisha wale ambao hawapiti hawa katika mzunguko wa Royal Agrovet? tuna account Ndiyo, Instagram mm, ambayo inasoma Royal Agrovet mm, Morogoro mm. Tuna akaunti ya Facebook Royal Agrovet Morogoro mm. Pia huwa tunatoa kadi zetu za biashara business card mm, kwa yule ambaye hana, sio wote wenye smartphone mm, wenye simu kubwa hizi, wengine wana mm, viswaswadu kwa tunatoa zile namba za simu, business card zetu mm, tunawapatia kwa ajili ya mawasiliano zaidi, na namba zetu zinawapatikana 24 mm, hours namba ya ofisi, kama okay. mtu hajaweza kuwafikia kwenye mitandao ya kijamii, anaweza akawapata pengine kwa simu kuhitaji okay. ushauri au ku maelekezo, okay. tunapatikana kwa namba e. 07 e. 64 sitini na nne hamsini na nane sifuri nne kumi na nne mm. kikosa Dio. hiyo tuna namba mm. nyingine 07 14 54 36 40 Unaweza ukazirejea tena zote moja moja okay. Ile ya kwanza na ya pili, pia ya kwanza ni sifuri saba mm. mm. sitini na nne mm. hamsini na nane sifuri nne kumi na nne sawa sawa. Na namba ya pili ni sifuri saba kumi na nne hamsini na nne thelathini na sita a na sisi tunawaahidi tutawatolea huduma iliyo bora Ndio. Huduma ambayo inapatikana muda wote, mm. Huduma ambayo haina wasiwasi wasi wa haina yoyote, mm. na kwa waliopata huduma hii nahisi wanaifahamu vizuri Royal Agrovet mm. kuna wengine tumeshawataka kabisa, yani nakwambia nikikuta kumefungwa siwezi kwenda kokote, ehe. Kwa hiyo <laughs> tunaona kwamba tunatoa <laughs> huduma nzuri kwa <laughs> wateja wetu, ndio maana tunajivunia kuwa Royal Agrovet na kuwahudumia wateja wetu wa Tanzania. Sawa Vanessa, asante sana hmm. Tunakushukuru, karibu sana. Haya, bado tuko hapa Royal Agrovet, na uh, movement ama shughuli ambazo zinaendelea hapa unazitazama, na tumempata miongoni mwa wateja ambao hapa tumebahatika kuzungumza naye ama kukutana naye. Uh, tuzungumze naye naye atuambie kuhusiana na huduma za uh, Royal Agrovet. habari za wakati huu? Salama uh, salama. Wewe unaitwa nani na unatokea wapi? Uh, kwa majina naitwa Dr. Sungura natokea uh, Morogoro mm. asasa Morogoro mjini, na shughuli zangu ziko hapa yes. Dr. Sungura uh. Dokta wa nini? Dr. sasa wa misitu wa misitu wa misitu. Yeah, yani yeah. Daktari wa kutibu misitu aha yes. Okay, sawa ee, umekuja hapa kupata huduma, umekuja kupata huduma gani hapa hapa? Uh, ili ni duka langu pendwa eh. yani, hii Royal tuseme mm. Toka mm. naanza shughuli zangu za kimisitu mm. hili ni duka ambalo limeniokoa hasa kwenye masuala ya mbolea mm. pia masuala mazima ya booster mm. na bidhaa tofauti tofauti zinazohusiana na kilimo zote nachukua hapa. Na, na umewafahamu eh, vipi, na ilikuwa ni lini Royal Agrovet Hawa bwana, tuseme ukiwa mtoaji wa huduma kila siku, lazima tutafahamika mm. na sisi watu ambao ni wakilimo, huwa kila tukisachi kwenye mitandao ya kijamii mm. tunaangalia ambao wanaotoa huduma kwa haraka mm. na rahisi zaidi. Hawa okay. Gharama zao ni nafuu, pia wanajali mm. mteja kwa uharaka zaidi. Kwa hiyo hata ukiwa contact hmm. ni very easy kuweza kukufikia pote ulipo, that's why niko nao closer kutokana na huduma zao zilivyokuwa rahisi na kwa wakati. usika umezungumzia namna wanavyotoa huduma na, na uharaka wao vipi kuhusiana na malighafi ama bidhaa zao unapoenda kuzitumia kwenye shughuli zako za misitu, hebu yeah. tuambie mrejesho wake ukoje? Unajua, unapopata huduma somewhere hey. na ukarudi, timizi kwamba huduma yao imefanyaje? Ime okay, reply positive. Eh, kwa hiyo huduma zao ama bidhaa zao au eh, mali ghafi walizonazo hao eh, ninavyozitumia mimi zinanipa majibu ambayo ninayohitaji. That's mm. why, na mm. back again kuja okay, kununua bidhaa zao, kwa hiyo hawana mm. shaka kuhusiana na bidhaa zao. Ongea na watazamaji da, wengine ni wateja wenzako na wengine sio wateja, unawambia nini kuhusiana na Royal Agrovet? Uh, Royal Agrovet ni mm. agrovet ambayo inapatikana Morogoro mm. na huduma zao ni salama na uhakika pia mm matokeo ya malighafi au bidhaa walizonazo mm. mm. zinatoa asilimia zisizopungua tisini na tisa kuweza kupa majibu yaliyokuwa ni ya uhakika. Kwa hiyo niweze kuwakaribisha Agrovet muweze kupata huduma kama mimi ninavyopata huduma kwa muda huu hapa. Karibuni sana, sana, sana Dr. Sungura. Asante sana. Shukrani, anaitwa Dr. Sungura ni mteja ambaye tumekutana naye hapa Royal Agrovet na baada ya kuzungumza na Vanessa David ambaye ni meneja, tumepata nafasi na umemsikia huyu mteja anasema tangu amewafahamu Royal Agrovet hao ndio wamekuwa ni kimbilio lake. Anafanya shughuli za misitu na tunafikia tamati ya your brand, chapa yako, ambayo leo tumefika hapa soko kuu la Chief Kingalo, katika frame namba uh, amini a uh, 041 ama a 41, ambako utawakuta Royal Agrovet. Hawa ni mabingwa na wamebobea zaidi katika eneo la utoaji uh, wa huduma uh, za pembejeo za kilimo pamoja na mifugo. Mimi naitwa Ahmad Rashidi.